Hatimaye kiu ya Watanzania hususani wakazi wa Kanda ya Ziwa kutumia daraja la Kigongo Busisi maarufu kama daraja la JP Magufuli itakatwa rasmi Alhamisi ya Juni 19, mwaka huu ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan atalifungua ilikuwa tayari kwa matumizi ya umma. Daraja hilo lenye urefu wa kilometa 3.2 na upana wa mita 28.45 litakalounganisha mawasiliano ya barabara kati ya mikoa ya Mwanza na Geita kukatisha ziwa Victoria. Ujenzi wake ulianza miaka mitano iliyopita baada ya aliyekuwa rais wa awamu ya tano, hayati John Magufuli kuweka jiwe la msingi la ujenzi wake Desemba 7 mwaka 2019. Akizungumza leo jijini Mwanza katika mkutano na waandishi wa habari juu ya daraja hilo, Waziri wa Ujenzi, Abdala Ulega amesema daraja hilo lililojengwa kwa shilingi bilioni 716 litaondoa msongamano uliokuwepo awali kwenye vivuko na kuchechemua uchumi na ustawi wa wananchi. Kuukaribisha umma wa Watanzania, tunataka ufurike hapa siku ya tarehe kumi na tisa, uh, mwezi huu, siku ya Alhamis, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakapokuja tushereheke naye, anakuja kulifungua ili daraja, ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo, ndio maana hata sisi katika mialiko, kwanza tumewaalika Watanzania wote, tumealika watu wengi sana, lakini tumealika mpaka tumeomba wizara mambo ya nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo, tunao matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa, mathalani wa Burundi, uh, Uganda, uh, Rwanda na, na na na Kongo kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa ambalo litakuwa ni kielelezo na ni daraja namba moja kwa Afrika ya Mashariki na Kati. Na hili daraja tumetengeneza litakuwa na matoleo yake ya kilomita 1.66 kutoka hapa darajani kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Geita na kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Usagara kule Mwanza. Mradi huu utatusaidia sana kama ilivyokwisha kusema awali.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 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye amekuwa ni kinara wa kuendeleza mipango ya taifa letu. Katika hatua nyingine, Ulega amesema daraja hilo limekuwa na faida nyingi kwa taifa ikiwemo wakandarasi wazawa ambao wamechota ujuzi wa teknolojia ya ujenzi wa miradi mikubwa huku akiahidi serikali kuanza kuwaamini kwani sasa wameiva. Miongoni mwa faida ambazo tutakuwa tumezipata ukiacha okay, hizi za kijamii za kiuchumi tuna nilizokwisha kuzitaja ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa, wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi, ni kampuni kutoka China linaloitwa CCECC, lakini ikumbukwe kwamba tulikuwa na wataalamu wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kuanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha hili na tena bahati njema sana, wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya. Na tunaamini sasa kwa sababu ya ushiriki wao, Watanzania hawa wazawa, huko mbele ya safari, tukiwa na project kubwa kama hizi, zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii. Baadhi ya wananchi na wakazi wa eneo la Busisi wilayani Sengerema wamekuwa na maoni tofauti juu ya kuanza kazi kwa daraja hilo, huku wakiomba serikali kuweka kituo cha magari katika eneo hilo ili kuchangamsha biashara. Kufunguliwa kwa daraja hili litakuwa ni jambo jema sana kwa wananchi, hususani wakazi wa Mwanza na mkoa wa Geita na kwingineko, kwani itakuwa imefungua njia kati ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga na maeneo mengine. Watu watakuwa na njia sahihi ya kusafiri, kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia na wasafiri watakosa, watakuwa na fursa ile ya kusafiri kwa wakati, sio kama kipindi kwa tukifika hapa unakaa muda mrefu au upati huduma kuanzia asubuhi mpaka saa sita. Lakini nishukuru tu kwamba serikali imeliona hili na hatimaye imefiki ime, imejaribu kulifanya kwa wakati na hatimaye linaenda kufunguliwa. Kwa hiyo ni jambo la kuishukuru serikali. Endapo daraja litafunguliwa, uendelezaji wa biashara yetu utapungua, kwa sababu hapa gari tena hazitosimama na sisi hapa tunategemea abiria, na maana abiria wanapokuwepo hapa ndio sisi tunategemea abiria, tufanyeje? tupate biashara, sio kwamba daraja lisinge kuwepo, daraja lingekuwepo isipokuwa, tulihitaji tuwekewe stendi, tuwekewe parking. Hata kama mtu atakuwa anatoka safari zake, atapaki gari, atakuja kutuchangia dagaa, atatuchangia samaki, atatuchangia chakula, lakini sasa hivi vyote havipo, na maana mtu atatoka atapitiliza, na maana uendeshaji wa biashara yetu kwa kweli umepungua. Nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi ambazo imeendelea kuchukua kuhakikisha kwamba daraja hili inafunguiwa kwa wakati ili, ili wananchi wasiwe na foleni kubwa kama tunavyoona sasa hivi. Kwa hiyo naona kama serikali inafanya vizuri na nashukuru Mheshimiwa Rais Samia, basi na wasaidizi wake waweze kuliangalia hili na daraja iweze kufungua mapema kama ambavyo mesema tarehe 19 mwezi huu itafunguliwa. Tunashukuru sana wananchi. Mimi nafanya kazi ya gesti ila daraja likifunguliwa, daraja likifunguliwa itakuwa changamoto tena kubwa mno, biashara itakuwa imepungua sana sababu ya hapo, si watu watakuwa wanapitiliza tu, magari yatakuwa yanapitiliza tu, utajiandaa, tuna mambo mengine mbalimbali mbali, ila sio kwa hapa Busisi. Kwa nyuma ilikuwa biashara nzuri mno, lakini kwa sasa lilipoanza tu daraja kunani kupitika magari, wakianza kupitisha tu biashara inakuwa ngumu, lakini ikiwa foreign biashara inakuwa nzuri sana. Mimi ni Damian Masyenene wa Mwananchi Digital.